Kwa majina naitwa Maria Miraji Selemani, ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la Powerlife ambalo linajihusisha na masuala mazima ya afya na kiuchumi. Katika kutekeleza afua ya afya, tumekuwa na mambo mbalimbali tukiyafanya juu ya masuala mazima ya afya. Kwa mwaka 2024 ndio tulianza zoezi hili la kutembelea shule na kubaini changamoto wanazokutana nazo watoto wa kike wakiwa katika mazingira ya hedhi. Kwa hiyo tukawa na zoezi la kutembelea shule tano katika wilaya ya Tarime vijijini, ambapo tulibaini changamoto za watoto kuto kupata vifaa salama kwa ajili ya hedhi. Tukaamua tuanzishe zoezi hili la kuweza kutembelea mashule na kuwa tunafanya kuwapa vifaa ambavyo ni salama e, mwaka huu tumeanza na mkoa wa Dodoma katika shule ya Chigongwe tuliweza kuwatembelea pale, ni hasa tunatembelea watoto walio katika mazingira hatarishi au wenye mahitaji kwa hiyo tukapewa shule ile ya Chigongwe katika halmashauri ya jiji la Dodoma na tukaweza kuwapelekea vifaa ambavyo vileweza, vitaweza kuwasaidia katika mazingira ya hedhi ambavyo ni vifaa vya hedhi salama. Tulipeleka tenki la maji, kwa sababu hedhi salama inahusika na mambo makuu matatu: lazima uwe na maji salama, uwe na vifaa vya kutumia ambavyo ni pedi andawea, lakini vilevile uwe na chombo cha kuhifadhia taka baada ya matumizi ili kuondoa kusambaza takataka kila sehemu, hivyo tukapeleka vitu hivyo kwa ajili ya kuweza kuhifadhia. Na hapa leo tumefika shule ya, ya sekondari eh, Kigera ambayo hii shule pia tumepewa na ofisi ya mkurugenzi wa Musoma kwa ajili ya kuweza ku, kuibaini kama ni shule ambayo ni shule salama na ina watoto ambao wanagwako kwenye mahitaji, kwa tumewaletea na wenyewe vifaa hivi na kutoa elimu ili waweze kuwa katika mazingira salama kama ilivyo mm, misingi yetu, kwamba tunahitaji kuhakikisha hakuna mtoto wa kike anabaki nyumbani sababu ya hedhi. Na kwa sababu tunatekeleza afua ya afya, pia tunahakikisha kwamba hedhi salama kwa kila msichana inawezekana. Leo tumeweza kuleta pedi, underwear e, au chupi, lakini tumeleta chombo cha kuhifadhia takataka baada ya kuhifadhi takataka na wataweza kwenda kuzichoma au kuweza kuzihifadhi sehemu ambayo stahili, lakini waweze kuwa na uhakika wa kuweza kupata na kujistiri bila hofu wanapokuwa katika masomo yao. Vile vile tumewaletea tenki la kuhifadhia maji, kwa sababu wakati mwingine maji yanakuwa yamekatika, lakini tenki la maji litaweza kuhifadhi maji na watoto wataweza kujisafisha vizuri bila kuwa na changamoto yoyote na kuweza kuhudhuria masomo yao vizuri to wangu na ushauri wangu kwa wadau wengine, hili ni jambo la kijamii, gharama yake ni ndogo sana. Sisi tumeweza kulifanya, lakini kwa kuweza kuwashirikisha wadau pia tunawaomba wadau au jamii nzima iweze kuona kama hawa mabinti au watoto wenye uhitaji ni ambao wako katika familia zetu. Leo wako katika mazingira haya, lakini kesho watakuwa katika mazingira mengine, na sisi kama jamii tunapoweza kujaliwa na Mwenyezi Mungu, inatupa nafasi ya kuweza kuwasaidia ambao hawajaweza kupata nafasi hiyo. Kwa naona ni vyema zaidi kuweza kushirikiana na wadau ambao wanaweza kufanya vitu hivi kuweza kuwafikia. Unaweza mtu mmoja mmoja asiweze kulitekeleza, lakini tukifanya kwa pamoja, kwa kushirikiana tutaweza kufikia jamii kubwa na kuondoa changamoto au kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili mabinti hao au watoto wa kike au watoto wote kwa ujumla katika mazingira mbalimbali. Wito wangu kwa serikali, ninaomba kuweza kuzingatia na kuweka kipaumbele sana katika swala hili la hedhi salama, hasa kwa watoto wa kike kuweza kuwapatia vyumba vya kuweza kujistiri, lakini vile vile sehemu za kuweza kuchoma hizi takataka wawapo mashuleni, vile vile kuweza kuwa na akiba ya kuweza au sanduku au kabati la kuweza kuhifadhia vifaa hivi, yaani iwe ni sehemu ya vitu muhimu katika mtaala wa shule na elimu iweze kutolewa vizuri, kwa sababu watoto wengine wanakuwa hawaelewi wafanye nini. Lakini vilevile vile katika kuondoa unyanyapaa, ikiwa kama somo, itakuwa ni vyema kuweza kuondoa unyanyapaa na kusababisha watoto wa kiume pia waone ni jambo la kawaida na kuweza kuwasaidia watoto wa kike wanapokuwa katika hali hii. Kipekee tunaweza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya sita kwa jitihada kubwa alizozifanya kwa kujenga shule nyingi kuwekeza miundo, mi, miundo mbinu ya elimu katika jamii yetu. Ameweza kurahisisha, mazingira yamekuwa rahisi sana kwa mtoto wa kike, na yeye kama mwanamke naamini anafanya haya kama mama, akijua umuhimu wa watoto wa kike. Kwa hiyo tunamshukuru kwa tuna hilo na tunamwombea na tunaomba azidi kuweka kipaumbele na azidi kulitilia umakini zaidi swala la elimu ya mtoto wa kike wa kike, ili watoto wa kike waweze kufanya vizuri zaidi, lakini pia kuweza kuwajengea uwezo na kuweza kusababisha waweze kuwa katika nafasi za kushiriki maamuzi mbalimbali na kujitambua katika maisha yao ya kawaida na ya kila siku.